Hiyo sindo salamu. Yani, mtu anakuja kiungwana kabisa, anakuja Muislamu, salamu aleikum, unakenua meno tena unakunywa vinywaji mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo sisi tuna tuna wajinga sisi tunaufunga, tuna akili. Haya basi, tuseme labda sio Islam wanaofunga nao tunawajua, wa, wa, wa, wa, wa kwa jinga, nyinyi binadamu mkoje? Kwani mbona mfadhiliki sana? au kivyo washati je, huko najiona umewini ume ama maisha umeaweza ume, ume si ndio? Kwa sisi wengine wote tuna akili. Mimi niliofunga natoa sauti na kusalimia wewe kafiri, lakini wewe unashindwa kuniitikia kwa sababu zipi za msingi? Binadamu sisi tunakufa, hii dunia tunaipita. Hivyo visendo vyeupe hivyo visikutoe imani, usijione wewe umeapatia sana na hicho kisimu chako simu, kitu gani wewe? Watu walimiliki farasi, watu walimiliki ngamia kipindi cha mitume kwa maswahaba, wewe nani wewe? unakuwa unaongea vitu vya kipuzipuzi yani, mtu anakusalimia unakenwa mena, umekuwa ngili? Basi weka songo. Weka songo, ah, chana naye makerewe, songo, so... nini wewe? mtu anakusalimia kwa maana kabisa, mimi salamu yangu kwanza itikie, kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani vijana, na nimefunga jinga kabisa. Tena wewe wewe usije kanifungulisha somu yangu, mimi nimefunga. Mungu mwenyewe anajua mimi nimefunga. Mtu anakusalimia unakenwa mena, watanzania like, mkoje michizi mgoja kulete uhtakuwa najaika hapa mimi nimekaa kwenye pozi zangu, analetareta habari za mbambamba. Vijana mtaani, kipindi hiki cha Ramadhani wengi wanajifanya Waislamu, kumbe wanafiki wa ku mjinga mmoja hivi